Nchini Tanzania, mahakama ama katika mahakama hapo jana ni kwamba iliairishwa kwa muda usiojulikana kesi mbili zinazomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lissu. Kuairishwa kwa kesi zake kunafuatia mashauri mawili aliyofungua katika mahakama kuu, akipinga uamuzi wa mahakama ya mwanzo, wakati huu waendesha wa mashtaka wakiomba muda zaidi kuamua kuhusu hatma ya kesi zake. Au alikijitetea kwenye kesi hiyo ya uhaini, Tundu Lissu alitaka atendewe haki Maslahi ya umma kwa maoni yangu, mheshimiwa, ni mtu asiyekuwa na hatia aachiliwe huru, akafanye shughuli zake. Haja kutenda haki, kutenda haki kwenye kesi hii maana yake ni nini? Zuia ahirisho lisiokuwa na mipango, ili mshtakiwa huyu akafanye shughuli zake zingine. Kwa hiyo tukizungumza maslahi ya umma, mheshimiwa, clearly kwa mazingira ya kesi hii hayaruhusu tena ahirishi. Lissu alifungua kesi kwenye mahakama kuu kupinga mahakama ya mwanzo kuruhusu mashahidi wa upande wa mashtaka kuwekwa siri.